Habari za wakati huu na karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kwa usiku huu ni matarajio yetu, katika ukanda wa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Rukwa, Mbeya, Songwe pamoja na Njombe panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache, huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yatarajiwa kuwa makavu. Kwa siku ya kesho, pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani yote. Hali ya ziwa pamoja na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, mkoa wa Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe pamoja na Ruvuma, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua zinazoambatana na, na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani kujumlisha visiwa vya Mafia, mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, kanda ya kati, mkoa wa Morogoro pamoja na Iringa, panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. na kufuatana, utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo: jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi. Dodoma, tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia mvua nyepesi. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe kumi na nane. Arusha tunatarajia vipindi vya jua. mpaka kufikia hapo peta. Mtazamaji, hatuna la ziada, ni kusihi uendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na nikutakia wakati mwema.